Na mtazamaji, iwapo una taarifa kuhusiana na mtoto huyo basi isaidie familia yake. Uh, kurejea kuwa na mwana wao lakini, tukisonga mbele mtazamaji, hafla ya sherehe ya sitini na mbili za Jamhuri Dei itaandaliwa katika uwanja wa michezo wa Nyayo jijini Nairobi. Usalama umeimarishwa jijini na viungani mwake, huku msongamano wa magari ukitarajiwa kushuhudiwa katika barabara ya mwendo wa kasi na ile ya Langata. Na jinsi mwanahabari wetu Khalid Abdullahi anavyotuarifu, Wakenya wanaotarajiwa kuhudhuria sherehe hizo wamehimizwa kufika mapema. Murakibu wa eneo la Nairobi Gilbert Kitio amesema kuwa mipango ya sherehe za sitini na mbili za Jamhuri imekamilika huku Rais William Ruto akitarajiwa kuongoza sherehe hizo katika uwanja wa Nyayo siku ya Ijumaa. The the government is pleased to inform the public that preparations for this year's Jamhuri Day celebrations are complete and Kenyans are invited to attend the national events at the Nyayo Stadium tomorrow. Katika kikao cha usalama kiti walitangaza kuhusu usalama wa wananchi na usalama kwa jumla. Security measures have been put place within the venue at the CBD and in the estates starting from the eve of the celebrations that is from today until the final day with uniformed and non-uniformed officers deployed at strategic points and specialized teams will also be available for any eventualities. Kitio alisema wa kuwa wanatarajia idadi kubwa ya watu na hivyo usalama umeimarishwa ili kudhibiti umati mkubwa. Kulingana naye, milango ya uwanja wa Nyayo itafunguliwa kuanzia saa kumi na moja alfajiri na kila mtu anapaswa kuwa amekaa kufikia saa moja asubuhi the

Madereva wanaotumia barabara ya Langata kuelekea mjini wametakiwa kutumia barabara ya mzunguko wa Madaraka kuelekea barabara ya Lusaka, huku wanaotumia barabara ya mwendo wa kasi kutoka eneo la Westlands wanashauriwa kutumia barabara ya Bunyala. Aidha, wale wanaotumia barabara ya Mlolongo kuelekea mjini wataelekea hadi Capital Center. Hata hivyo, kitio amesema kuwa hakuna magari yatakayotumia barabara ya mwendo kasi iliyoko karibu na uwanja wa Nyayo. Khalid Abdulahi, Darubini.